Wapenzi watazamaji, katika channel yetu hii ya Safari ya Afya, leo tumeletea faida tano za matumizi ya ndizi mara kwa mara. Je, ndizi zina faida gani kiafya? Aliyekuandalia, kuandalia makala hii na mimi daktari Lucas, hapa ni kwambie tu, karibu ungane nami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 hasa aina ya pectin zinazosaidia katika usagaji mzuri wa chakula na kuzuia kukosa choo ama constipation. Faida ya pili, huongeza nishati ya mwili. Ndizi zina sukari asilia kama glucose ambazo hutoa nguvu ya haraka na ya kudumu. Ndio maana ni tunda bora kabisa, na baada ya mazoezi, unapaswa sana kuwa unalitumia tunda hili. Namba tatu, kuboresha afya ya moyo. Ndizi zina madini ya potasiamu ambayo husaidia kudhibiti shinikizo la damu na husaidia sana katika kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Namba nne, moja ya faida huongeza kinga ya mwili kwani ndizi zina vitamin C na B6 ambazo zinasaidia mwili kupambana na magonjwa na kuimarisha kinga zaidi ya maambukizi mbalimbali kwa mwanadamu. Kabla hatujaenda kwenda kutazama faida ya mwisho namba tano, naomba kuweza kukumbusha ndugu watazamaji, kama tu wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, tunaomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza hukupata taarifa zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazia upload. Pia kitu cha msingi, usiache ku like na kushea kwa ajili ya watu wengine pia kuweza kutazama na kujifunza vitu vingi ambavyo vinahusiana na masuala ya afya. Faida namba tano Hubolesha hali ya hisia na usingizi. Ndizi huchochea uzalishaji serotonin kupitia tryptophan, protini ambayo husaidia kupunguza msongo wa mawazo, huboresha hisia na hulala vizuri. Kwa faida hizo tano, ndugu watazamaji, zinea kitu kingine cha ziada. Pia niendelee kuwashukuru wale ambao wako mstari wa mbele sana katika kufuatilia video zetu pinda ambapo tumekuwa upload. Asanteni sana na shukuru.